Mabasi yote yaliyoanzisha stendi nje ya stendi kuu, hasa barabara ya Canal Middleton toka Mianzini kuja stendi kuu, barabara ya Father Babu ile ambayo inaanzia Seliani, Seliani kuelekea kule Kilombero, tumeagiza stendi zote hizo ziondolewe mara moja kuanzia sasa hivi, ili kuruhusu magari yaweze kupita smoothly. Lakini pia tumekubaliana ifuatayo kwamba E, ofisi ya jeshi la polisi, Tarura, pamoja na Tanroads na Latra na ofisi ya jiji la Arusha tumekubaliana mambo yafuatayo katika kutekeleza maelekezo ya mkuu wa mkoa. Magari yanayo parking sehemu mbili, yani sehemu ambazo zimeruhusiwa na ambazo hazijaruhusiwa. Maeneo yote ambayo hazijaruhusiwa, zile parking zote ziondolewe na wenye magari watafute maeneo mazuri ya kuegesha magari yao.